Kuelekea Siku ya Sheria tarehe mbili ya mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita nimefika katika Mahakama Kuu Kanda ya Iringa kubwa ni kuzungumza na jaji juu ya maandalizi ya kuelekea siku hiyo. Kwa majina anaitwa Dunstan Ndunguru, jaji mfawidhi Mahakama Kuu Kanda ya Iringa, ya kuelekea Siku ya Sheria nchini kwa mwaka huu maadhimisho ya siku ya sheria nchini yanafanyika tarehe mbili ya mwezi wa pili mwaka elfu mbili na ishirini na sita na itakuwa ni siku ya Jumatatu, wadau mbalimbali wa mahakama ikiwa ni pamoja na wananchi ili kujaribu kuelezea au kuelezea wananchi mahakama inafanya nini, kwa sababu ndio siku pekee ambapo mahakama inasimama hadharani na kujipambanua mba kwa wananchi. Lengo kubwa ni kwamba wananchi waweze kujua na kuelewa kwamba mahakama ni chombo cha wananchi, ni chombo ambacho kinatoa huduma kwa wananchi. Na kila mwaka tunakuwa na kauli mbiu ambayo uongozi wa mahakama unachagua, kauli mbiu ambayo inaongoza tafakari ya siku hiyo ya sheria nchini. Kwa kwa mwaka huu na kwa mwaka huu kauli mbiu tulionayo inasema mchango wa mahakama katika ustawi na maendeleo ya taifa. Kwa hiyo mada mbalimbali mbali zitatolewa kwa hao wadau ambao wana nafasi ya kutoa mada hizo, wakijaribu kutoa neno, kutoa tafakali, namna ambavyo wanaona mahakama ni chombo muhimu katika mstakabali wa maendeleo ya nchi yetu. Maadhimisho ya Siku ya Sheria nchini, pamoja na kuwa yanafanyika kitaifa makao makuu, lakini kila kanda, kila makao makuu ya wilaya, kila makao makuu ya mikoa ambayo iko nje ya kanda wanafanya maadhimisho haya, na hiyo ni maadhimisho atakapoomba wananchi wajitokeze kwa wingi katika maeneo hayo ambayo nimeyataja, ili waweze kupata mengi yanayozungumzwa siku hiyo kuhusiana na shughuli na utendaji wa mahakama. Kwa hiyo ninawakaribisha wananchi wote Siku hiyo ya siku ya sheria nchini, tumeweza kumsikiliza jaji mfawidhi kuhusiana na maandalizi ya kuelekea siku ya sheria ambayo hufanyika tarehe mbili ya mwezi wa pili katika viwanja hivi vya Mahakama Kuu Kanda ya Iringa. Kubwa ameweza kuwahamasisha wananchi kujitokeza katika viwanja hivi ili kuweza kusikiliza ni nini kimefanyika ndani ya mwaka mmoja baada ya siku ya sheria ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mepata fursa ya kuweza kuzungumza na wananchi juu ya kuelekea siku ya sheria. Kubwa ambalo wanaliona katika siku hiyo ni kuzungumzia na kuona namna sheria itakavyotafsiriwa kwa Kiswahili, kwani lugha ya Kiingereza imekuwa ni changamoto kubwa kwa baadhi ya wananchi. Eh, wanasema wanasheria kwamba kuto kujua sheria hakukufanyi wewe usihukumiwe na sheria kama utakuwa ume umeivunja kwa hiyo kwa sababu Watanzania wengi lugha ya taifa ni Kiswahili na, na, na hawajui eh, sheria nyingi kutokana na, na, na kuwa katika hiyo lugha ya Kiingereza. Eh, Mheshimiwa Magufuli akasema zibadilishwe kuja katika lugha ya Kiswahili, si, sijui wataalamu eh, wa, wa, wa sheria kwa maana ya majaji na, na wanaosimamia wamefikia hatua gani, lakini sheria ni kitu muhimu kwa sababu ndicho kinachoongoza mustakabali wa, wa maisha yetu na maeneo mbalimbali mbali, eh, tunatakiwa tufuate sheria kwa hiyo mimi ninavyojua ni kwamba sheria ni kitu muhimu. Kwa hiyo watanzania wana, wana haki ya kujulishwa sheria mbalimbali, ili waweze kuishi bila kuvunja hiyo sheria ambayo imewekwa na na serikali. Watanzania wengi hususani wakazi wa Iringa wengi hawafahamu, hawazifahamu hizi sheria, na kama hawazifahamu hizi sheria, ni jukumu la wadau wa sheria, ule mnyororo mzima wa mahakama kuhakikisha kwamba wanakwenda kwenye grassroots kwenda kuzungumza na watu hasa wa vijijini kuhusu masuala fulani fulani ili kupunguza matatizo yale ambayo mengi huwa yanaandamana kwenye mashauri yanayoendelea kwenye mahakama. Kuna watu wengi wanahukumiwa, lakini hawajui kwa nini wanahukumiwa, lakini ni jukumu la mahakama kuhakikisha kwamba basi wanakwenda vijijini, wanakwenda kwenye grassroots, wanakwenda mitaani huko kwa nguvu zote na hata ikiwezekana serikali iangalie sana bajeti ya eneo hilo la elimu kwa umma, ili ukaweza kupunguza baadhi ya hivyo vitu. Lakini pia kingine ambacho nataka nisisitize ni kwamba hivi vyuo vya vyo vikuu nchini ambavyo vinatoa fakati za sheria, yeah, vitivo vya sheria wasiishie tu kukaa darasani, hapana. Kuna muda ule wa mazoezi kwa vitendo, watoke wanafunzi wa vyuo vya sheria, watoke wakafanya hizo legal aids kwa wananchi Eh, kuweza kutoa hizi elimu. Sio lazima mwananchi atoke atafute ofisi za sheria wakati, hapana. Uwepo utaratibu maalum wa vyo vya sheria nchini, basi kuwatumia wanafunzi wanaosoma sheria, basi iwe ni muda mwingi, mara kwa mara wanakwenda kwenye mitaa, wanakwenda kwenye vijiji, kwenye kata, kushikiana na ofisi za kata na za vijiji kuweza kutoa elimu. Hata kama ni mara moja kwa mwezi, sio mbaya sana sana, na hii inaweza ikasaidia sana. E, na na na nukuu kuna mmoja wa viongozi aliwaye kusema kwamba hata jaji au hakimu anapotoa hukumu huwa anaona fahari sana pale ambapo anatoa hukumu kwa mtu aliyemuelimisha. Lakini tarehe mbili ya mwezi wa pili kila mwaka hufanyika Siku ya Sheria ambapo mahakama huweza kueleza namna kazi walizozifanya na, wa na mafanikio wa walio fikia lakini pia wananchi kuweza kupata uelewa ni namna ya kuweza kuipata haki yao. Nikiripoti kutoka mkoani Iringa, Zuhura Zuhairi, Bongo